Napenda kuishukuru serikali kwa kutoa uamuzi huu, maana sio kila anayetenda kosa ni mtenda kosa, na baadhi watakuwa wametenda na kuna wengine watakuwa hawajatenda. Kwa hiyo ndicho kwa napenda, na Mwenyezi Mungu awajalie ili zoezi liendelee la kuweza kuwaachia hata wenzetu walioko huko, maana familia zetu zinateseka sana. Sema ukweli, tulikuwa tumeathirika sana. Kwa hiyo kweli hili jambo sisi hatukuifanya, lakini kwa kuwa tulituweka tu hatiani, tumekubali maamuzi ya serikali na serikali yenyewe ndiyo imetoa maamuzi ya kutuachia. Tunashukuru sana kwa uamuzi huo. Kumeniasili kukaa kwangu ndani magereza, nilikuwa nasoma sekondari ya Kakola, nilitarajia nifanye mtihani wa kwenda form three lakini meniasili ndo hivyo sijafanya mtihani. Leo ilikuwa inakuja kesi, kesi mojawapo kati ya kesi zilizokuwepo kama tano na hii ya leo, upande wa mkurugenzi wa, wa mashtaka ameamuru kutokuendelea na ili shauri kwa kwenta nore kwa washtakiwa walikuwa tisa kwa siku ya leo. Kama DPP alivyo na mamlaka ya kuamua kumshtaki mtu, ndio hivyo hivyo ana mamlaka ya kuamua kutokuendelea na shtaka hii hilo dhidi ya huyo mtu aliyekuwa ndani ni mdogo wangu. Ninashukuru sana kwa sababu ametoka, na nashukuru serikali pia na rais kumruhusu kijana kutoka ndani. Nimefurahi sana yaani, tumefurahi sana kiujumla. Wanapoona mambo kama haya yanatokea, kwa mfano kama vile maandamano, wasikurupuke e, wakae ndani watulie. Hata kama ni jambo la msingi, basi watalifikisha kwa muda mwafaka, sio kukurupuka kuingia kwenye, kwenye, kwenye mkumbo. Namshukuru sana Mungu, nimeweza kumpata kijana wangu, amemwachia wa ili akaendelee na masomo. Hajaweza kufanya mtihani wa kidato cha pili, basi nitafanya namna, nikaongea na walimu ili kijana wangu aendelee na masomo.